angu umenehiha watu walikuwa nasubiri ak ann hali gani? Suti Bega ana mbele ana nyuma. Wewe unaenda kuoa mzungu, unakwenda kuoa mzungu, inaandikwa toka Tanzania imepata uhuru, ndio msanii maarufu wa kwanza anaoa mzungu wa kwanza toka tumepata uhuru. Usiongee bwana harusi, acha mdomo. saaay

Niko na bibi harusi hapa. Allahu Akbar, ukatulie kwenye ndoa kefal. Wow. mabruk mabruk you. Inshallah, asante kikubwa. Usikague simu ya mwanaume, hilo ndo kubwa. <laughs> Mlosema magumashi hiyo, ina inasa na kadi ya BAKWATA kabisa, hiyo BAKWATA kabisa, amedhihirisha. Kwa hiyo kuanzia leo mali za Suti Bega zinamhusu bibi kwa hiyo likitokea na kutokea mgawanyo wa mali, mko wawili. Suti Bega ndugu zako asikie, dada yako huyo hapa asikie, mgawanyo wa mali umeshaenda pale mama, hilo hey. <laughs> la muhimu hilo, mali mgawanyo mama, zinakuhusu. Nyumba ile gorofa yote inamuhusu kabisa, ndio sha faida ya kuoa. Mabruk, takbir takbir. Uzuri, nimependa umeoa kwa familia yenye dini Hey, kwa hiyo na mgawanyo wa mali dada hautamuhusu tena. Dada dada, nakupenda dada yake Suti Bega. Sasa hivi utarudi kwangu pakavu kama mimi <laughs> mtoto huyu hapa suti mana yeah, huyu hey, huyu kwa na ulisi yupo <laughs> yes mtoto wake wa kwanza huyo

Mgeni mkubwa sana kutoka Dar es Salaam, Yanga Africa wamekuja kumsupport ndugu yao. Ah, bwana designer mkubwa Rashid. Mtu wa maana kabisa ndugu yangu eh, kibwana. Unaambia ni ah Shakur ndugu yangu mtu wa maana. Ndugu yangu kibwana vipi? Eh, umekuja kumsupport mwezio. Nao wa... nao nao lini kibwana? Eh, acha ndugu yangu eh. Ndugu eh? yangu. Umeoa? Marhaba Kuma kama mimi mwe miaka 10 miaka saba mpena. sawa sawa, ndugu yangu wewe, bado tayari. Ah bwana hujaoa bwana, haya, mtaje mke wako anaitwa nani kama umeoa? <laughs> <Mungo>. Hujaoa <laughs> chaja uguze kitu. Wachezaji wa Yanga mnaongoza kwa uzinzi, kwa nini ndugu <laughs> <laughs> <laughs> zangu eh, babu eh. Ah, tajiri huyu hapa, unaona tajiri, ndugu yangu, Mungu akupe maisha marefu ndugu yangu eh, Mungu akupe ah, ah. mwambie engineer anamsalimia she Injinia, salamu alekum, salimia kidogo, nakusalimia. Mwakibinga anasimama kama mtu alioshuhudia tukio hili. Mwakibinga, hii nakufunza nini ndugu yangu? Na nawe uoe sasa eh, utaoa lini? Fanya uoe ndugu yangu, unahela. Mungu amekupa maisha eh, msaidizi wa rais Zanzibar. Lakini yes, marhaba, umekatwa marhaba. Suti Bega eh, wakwe ah, my Mother-in-law, I love you so much. Sister-in-law, I love you so much. Sasa hivi mgawanyo wa mali zinawahusu, za Suti Bega, zile nyumba zote Suti Bega, mgawanyo unawahusu dada, dada yake Suti Bega analia kwa furaha, analia kwa furaha. Don't cry. She's very happy. She's very happy for his brother. Baba, kakake ameteseka sana, kanyanywasa sana kakake, eh? wamempia maneno kakako, maskini kakako ana nini, wamekusema sana sasa hivi, furahi uliokuwa nayo. Mungu awabariki, mmesimama na kaka yenu kipindi kigumu kile. I'm so proud of you, ulikaa na kakaako kipindi kigumu, alionekana takataka, leo kainuliwa na mzungu <laughs> Mungu akutunze ndugu yangu Suti Bega, Mungu akutunze. Mimi rafiki yako umenishonea suti bure toka na toka chuo, najua mchango wako kwangu, na leo kwenye harusi sikuchangia, lakini nikasema hapana, lazima nije, we ndugu yangu wa dhati marhaban.